Muziki kutoka bara la Africa Diamond Platnumz amezidi kuweka historia yake mpya katika e, muziki wake akiwa ni miongoni mwa mastaa ambao wanafanya vizuri kwa hapa Tanzania, lakini sasa hivi ameweza kushika namba moja katika wasanii ambao wapo na subscribers wa kutosha e bana, subscribers katika hili jangwa la Sahara akiwa na jumla ya subscribers milioni kumi ambapo wasanii tofauti tofauti kama vile Davido, Wizkid, Burna Boy amewaacha mbali kabisa katika namba ambazo yuko nazo Diamond nikwambie kwamba katika listi ambayo sasa hivi wasanii wanaoongoza katika jangwa la Sahara e bana, Damo Platinum ndo yupo nafasi ya kwanza akiwa na, eh, na, na, na jumla ya subscribers milioni kumi point moja. Nafasi ya pili imeshikiliwa na Rayvanny akiwa na jumla ya subscribers milioni tano point saba nne. E bana, Bana Boy anashika nafasi ya tatu akiwa na jumla ya subscribers milioni tano point nne moja. Harmonize katika nafasi ya nne akiwa na jumla ya subscribers milioni tano point moja sita. Falipupa kutoka Kongo akiwa na jumla ya subscribers milioni 5.04. Ebana anafahamika kwa jina la Rema katika nafasi ya sita ana, ana subscribers milioni 4.94. Tyler kutoka South Africa akiwa na jumla ya subscribers milioni 4.8 si, eh, 4.86. Davido akiwa katika nafasi ya nane ana jumla ya subscribers milioni 4.55. CK akiwa na jumla ya subscribers milioni 4.21 katika nafasi ya tisa, lakini katika nafasi ya kumi ni eh, queen wa Bongo Flava kwa sasa hivi ambaye wanamuita eh, Bana Zuchu ambaye amekuwa akirise katika ngoma zake tofauti tofauti kama vile Sukari Hani na ngoma kadha kadha, yeye akiwa na jumla ya subscribers milioni 3.97 na nikukumbushe tu kwamba Damo Platinum, kipindi ambacho yupo katika hustling zake za muziki, ebana Davido, yeye alikuwa ni msanii mkubwa kinoma noma, lakini sasa hivi ni kama vile Damo Platinum amemzidi mbali zaidi katika mafanikio ya subscribers kwenye mtandao wa YouTube na hata kipindi ambacho kipind na kufanya wimbo wake e, wa pamoja Davido pamoja na Diamond Platnumz kipindi hicho e bana, Diamond Platnumz alikuwa ni mdogo sana, kipindi ambacho anaomba collab pamoja na Davido. Diamond Platnumz alikuwa mdogo, lakini sasa hivi ni kwamba Diamond Platnumz amemzidi mafanikio ya subscribers e bana, mwanamuziki huyu Davido kupitia e, mtandao wa YouTube. Tupe mtazamo kwa kwa mtandao wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now. Uko na mtazamo gani? Usiache kusubscribe, kwa comment utakuwa umetisha, kinaoma noma, hii ni Sasa Online Digital. Chacha.